Hey guys, mambo vipi? I hope wote mko poa na mimi pia niko poa. Namshukuru Mungu naendelea vizuri. Thank you so much kwa wale wote ambao mmeendelea kusupport channel hii, mna subscribe, mna like, mna share na una comment, unauliza swali na wengi wamekuwa wakisema, unajua dada, nashukuru umenivusha hapa umenifundisha, nime paka nime... nimefika hapa kwa sababu ya mafunzo yako na nina kila kitu, nakushukuru sana, sana, sana. Ila kilio changu kwa wale ambao unaangalia alafu hausubscribe tatizo ni nini? Nini yani, mtu anaona yani, kila ukiweka video anafuatilia lakini kusubscribe hataki. Sijui, nadhani watu wamjafahamu nini maana ya subscribe, au nimefanya kusudi? Kwa sababu kama watu unakuta weleo wengi wanaangalia yani, wengi wao hawataki kusubscribe, lakini zile video zako wanazipenda, wanapenda kufuatilia. Jamani, tuwe na uelewa tuwe na watu wa kusapotiana, kama vile wakenya, Wakenya wanasapotiana sana. Kiona huyu mtu anachofundisha ni kizuri, kwa nini mimi nisiungane nisi naye eh, ili na mtu mwingine pia na yeye nimkaribishe na yeye aungane ili tukipate wote kile kitu. Anyway, nadhani hapo mmenielewa, mtasubscribe kwanzia leo. Tutakuwa watu tutakuwa wengi wengi wengi wengi, ninachokifundisha hapa kiwapate watu wengi zaidi. Kwa nini nasema hivyo? uwapate watu wengi kwa sababu tuondokane na zile kesi zao, warabuni wanaua, warabuni wanachoma moto, warabuni sijui nini na nini. Ukiwa unafuatilia video zangu utajifunza kuwa okay, napoenda kuishi kwenye na nyumba ya mtu niishi vipi, yani niende na tabia gani, tabia gani za nyumbani niziache vipi, niende nazo hapo, nakuwa no mpata darasa tosha kabisa kabisa kabisa, kwa sababu sibakizi kitu hata kimoja. na kupolo kweli kabisa, mazuri nayaweka mazuri, mabaya nayaweka mazuri, lakini na kutengenezea wewe, ambaye unaenda kwenye nchi ya watu, uende na ili usidhurike. Mimi sitaki kuongelea warapo wao, wow, kuna tabia hizi. Mimi sitaki kuongelea wao, namwongelea mwafrika mwenzangu ambaye anaenda ugenini, akifika kule aishi vipi ili awe salama. Hiyo ndio pointi yako okay? Leo tunaongelea kitu ambacho nataka nizungumzie ni, ni, ni kuhusu kazi za dei waka. Jamani, kazi za dei waka zinalipa, hiyo ndo kauli ya watu wanakwambia ukiwa nje. Yani, kazi za dei waka zinalipa. Nikisema ukiwa nje namaanisha yani, unajim, unajimiliki mwenyewe huna sponsor. Yani, huna bosi anayekumudu anayekushikilia. Nadhani nimefahamika hapo, huna bosi ambaye alaokushikilia wewe yaani kila siku umelala kwake, umeamka kwake, huko mkononi mwake, anakukontrol mwenyewe. Uko kila hupo, una maisha yako ya nje, sawa. Alikuingiza mtu ulivyofika, wengi wao wanafanya hivyo, anamwingiza mtu kazini, akifika kule anakimbia, anaenda mtaani, anaanza kuishi kwa mtaani, ili atengeneze hela nyingi zaidi za dei waka, watu wanavyodanganya nao aodai wake inalipa ina pesa nyingi, mshahara mia na hamsini, mshahara mia na sitini, mshahara mia mbili. Umilikiwi siku nzima, kaamua kwa lala tu, kaamua leo usipiki, leo usifanye hivi, yani maisha kama hayo eh? Ukikaa ndani utakuwa una boyfriend, ukikaa nje huko utapata, utaenda kujirusha, utafanya, utaenda kwenye kwenye nini, kunaitwa kwa Kiswahili mm, kwa Kiarabu wanasema kwenye mahadika yani sehemu ya matembezi ya watoto wanakoenda kuenjoy watu huko kwenye mapembea na nini kama hivyo. Kwa hiyo ukiwa huko free huko nje, utaenda kwenye mahadika huko, utaenda wapi? Yani utazurura vile unavyotaka. Jamani, sikilizeni niwaambie, kazi za daiwaka zina msimu. Pamoja na kuwa kazi za daiwaka zina msimu, kumbuka wewe unaishi unaishi kama ndege ile binadamu anapita tu ndege, ameruka amerukia mtu mwingine, ile binadamu kapita hapa, unaishi maisha hayo. Kuna kitambulisho ambao wanaita bataka, hata kama unayobataka yule mtu alikutolea, lakini amekuripoti polisi kuwa huyu mtu alikuwa mfanyakazi wangu anaitwa majina haya haya haya, alikimbia. Kwa hiyo umeripotiwa, unatuma pesa nyumbani Haya tunaendeleza kutoka tumeishia. Mwanangu alinde kidogo nikatoka hewani. Sasa basi kazi za dei waka kama anavyosema watu zina pesa, lazima ufahamu. Kama nilivyoambia, unaishi kama ndege, kuna kitambulisho, na hata kama unacho kitambulisho na simu ulikimbia nacho wewe, umeripotiwa na yule bosi. Hakuna maarabu anakuacha umekimbia wewe, leo akaacha siku nzima asiende kulipoti, yani kitendo cha kukuta tu nyumbani kwake pap, mfanyakazi hayupo, nipae, hata haingii ndani na gari, akakaa ni polisi ana ripoti mfanyakazi wangu huyu huyu huyu, kila kitu anaangalia kwenye system. Kweli yeye ndo alikutolea kwa jina lake, uliingia kila kitu kwa majina yake. Haupo pale pale, ume kiwa kwenye system, kwa huyu mtu anatafuta. Kwa hiyo ndugu zangu ni jamani, wale ambao mnaishi kwa day work, mnaishi mitaani, mlikimbia mwaka jana mwezi wa 12, sio wa 12, huu wa 11 wa 12, naona kuanzia wa itoleo ile ofa ya watu ambao walikimbia waende wakaripoti ili waweze kusafiri. Watu wanapitia mitihani jamani huko mtaani, pamoja na kuwa mshahara unapata riyali mia na sitini, lakini kupe mahesabu, unatakiwa ulipe pa kulala, unatakiwa ulipe chakula, unatakiwa ujilipie nguo, unatakiwa ujilipie intaneti na so kila mwezi utakuwa upo kazini. Saa zingine unaweza kukaa hata miezi mitatu huna kazi, umelala kwa huyo mtu aliyokuhifadhi kwenye hicho chumba, kama ni geto mnakaa watu wengi, au kama ni vipi, lazima umlipe. Ndani ya miezi mitatu ufanye kazi, unamlipa nini? Unakula nini? siku kija ukiingia kazini sasa, ndani ya miezi mitatu hukuwepo kazini, una madeni, pesa uliokuwa unakula pale ulipokuwa unalala, matumizi yako yote na ndio maana wimbi la watu ambao wanageuka kuwa wahuni inaanzia hapo, kwa sababu itakubidi yani, inakubidi ulikuwa huna maisha hayo ya kuwa na mabwana, inakubidi uwe na mabwana, kwa sababu utaishije? Hiki kipindi kuishi peke yako inakuwa ni ngumu, lazima uwe na bwana ambaye atake kusapoti, na huyo huyo bwana so mmoja, na huyo huyo bwana mmoja, na yeye hana mmoja vile vile yee naye anakuwa na watu wake huko anawajuaee. Hauwezi kumchunga hauwezi, wenyewe wenwe waadanganyana. Ukiwa huko mtaani unaishi vizuri, hata mtaoana, hata mtafanya hivi, mtu mmeoana, mmeoana mnaishi pamoja, nyinyi tu familia zenu wazijui sawa, pengine zinajua familia zenu, kuongea kwenye simu mi huku nimeolewa nakaa hivi na ahiv na, na mwanaume naishi naye wazazi hawajui Inatokea changamoto, umeumwa, huyu bwana atakuvushaje kwenye nchi? Umekufa, huyu bwana atakuvusha vipi? Amekufa huyu mwanaume, unafanyaje wewe uliokuwa ukiishi naye? Kwa hiyo mnavyofikiria kuwa kazi za day work zina pesa, mfikirie na, na, na kufa pia. Kufa kupo, na mtu hujui kwa mimi nitafia wapi. Na kama mtu ya light angekuwa anajua anasema, kwa sababu kipindi hichi bado mimi nipo ndaenda kupia sehemu pale, kwa hiyo haina shida, naishi maisha ninayotaka hapa. Tafadhalini wale wote ambao wanataka kuingia warabuni, afu mkimbie, muwaze mara mbili. Katika hivyo hivi, narudi kwa wazazi ambao wako Tanzania. Wazazi wengi ambao wako Tanzania hawaelewi mabinti wanaishi vipi warabuni. Unaongea na binti yako tu kila mwezi, kila siku, anakutumia pesa, ukimlilia shida, anatuma simu, anakupigia Eh, amekunulia simu kubwa, unaongea naye kwa video kwao, unamuona kama unavyoniona mimi hapa. Wahojini watoto wenu wanafanya kazi gani, muwaulize mara mbili mbili, unaishi wapi, kiwezekana kama ana bosi wake mwambie, nataka niongee na bosi wako, hata kama hajui Kiswahili, mimi ni baba yako, nimsalimie tu ile eh, salamu aleikum. Kuna wadada wengine hawaambie familia zao, wao wanaishi mtaani tumeelewana jamani. Hapo nilikuwa naongea na wazazi mlaoko Tanzania, wazazi wote ambao mko Afrika, mhoji mabinti zenu. Kama wewe ni kaka, mhoji mkeo, kama ni mkeo ni mkeo ni dada yako, mhoji anafanya kazi wapi, kama yuko na bosi na madamu wake, au mwambie, nataka nizungumze, ni msalimie tu. Saa zingine mnadanganywa Unaambia mtu mimi nafanya kazi hivi, madamu yupo, bosi yupo, usiongee sasa, usifanye hivi. Kumbe mwezio alisha acha maisha ya kukaa kwa bosi, anazuiwa mtaani. Mwisho wa siku mnapigiwa simu tu, ndugu yenu huko anaumwa, ndugu yenu hivi. Ndugu mnaanza kushangaa, sasa kwani ilikuwa na maisha ya kuzuiwa mtaani? kwani ilikuwaje? kwani ilikuwaje? Eh, msikae tu mkasema jamani, tuna pesa tuna pesa. Mjue na mazingira yao wanaishi vipi, wanafanya kazi wapi. Asilimia kubwa wa dada ameingia kwenye majanga ambayo ni, ma ni makubwa. Wazazi hamjui. Leo niishie hapo hapa. Kuna siku utakuja tutaongea mengi.